tukiongozwa na meza kuu, wazee wetu, walimu zetu, viongozi wetu, walezi wetu, akiwemo mwakilishi wa Mufti katika hadhara hii baba yangu Sheikh Ali Hamisi Ngeruko, mjumbe wa baraza la ulama na naibu kadhi mkuu Tanzania, mwalimu wetu, shekhe wetu kipekee, pia mimi ni babu yangu, Sheikh Hamid ibni Sheikh Mas'udi, khatibu wa Jongo, mjumbe wa baraza la ulama, mwenyewe anatamani awe imamu wa misikiti yote Dar es Salaam lakini anatamani, kashazeeka. Mwenyeji wetu kaka yetu Sheikh Issa Othman, pia mjumbe wa baraza la ulama imamu wa msikiti wa Maamuri Upanga, mkuu wa itifaki na rais wa wasomaji Tanzania kaka yetu Sheikh Muhammad Nasr Imran, bila ya kumsahau swahibu wangu Sheikh Ali Muhammad Mbwera, Sheikh Shabani Pembe, Imamu wa msikiti uliopoa sasa hivi pale Mtambani na maulidi itasomwa muha aliyechangamka Sheikh Uthmani Singa. Lakini kwa bahati tunao viongozi wetu wa serikali, waziri wa kazi vijana, kaka yetu Ridhwani Jakaya Kikwete Chalinze kule wakudumwe, Mungu amdumishe wa na amnyanyue. Lakini waziri wa ujanja wa Dar es Salaam na Tanzania kwa ujumla, bila barabara kuna ujanja, Mheshimiwa Abdallah Hamisi Dunda Ulega, ambaye anajiandaa kesho kutwa kumpokea rais kule Mkuranga. Mungu ampe nguvu na mambo yakae sawa sawa. Nimetumwa na mwenyeji wetu niseme neno langu la kusema katika usiku huu, kuwa mwenye kushukuru, ndiyo neno langu kuwa mwenye kushukuru katika kila upande, kuwa mwenye kushukuru. Hakuna aliyetoa maombi yoyote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala eti Allah muumbe awe mwanadamu, ni maamuzi yake mwenyewe jalla jalalu. Kakuumba uwe mwanadamu, kwa hilo, kuwa mwenye kushukuru Angeamua ungekuwa kiroboto, ungekuwa mbuzi, ungekuwa ng'ombe, na inawezekana Mungu angeamua usingekuwa mwanadamu, ungekuwa ngedere kwa makonde kitoweo. Allah kukuumba wewe kuwa mwanadamu, hilo peke yake la tosha kuwa mwenye kushukuru. Wewe kuumbwa kuwa mwanamume, mwana mwana kuwa ni mwenye kushukuru yule kuumbwa kuwa mwanamke, kuwa mwenye kushukuru. Lakini Allah akakuteulia yule kuwa ndiyo babako na yule kuwa mamako, kuwa ni mwenye kushukuru. Kila mmoja Allah alimteulia mzazi wake kwa mapenzi yake, kwa kadari yake. Haikuwa muhali kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wewe ukawa mpagani, huna dini unakula ovyo, lakini Allah akakujaalia wewe akakuweka katika dini hii adhimu kuwa wewe ni Muislam, kuwa mwenye kushukuru. Pengine saa hizi ungekuwa unadonyoa hivi usoni na vifuani, lakini Allah kwa mapenzi yake akakufunika na la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, kuwa mwenye kushukuru. Inawezekana kuna watu wanateka kichwa chako, kuipuuza nchi yako, ukaiona kana kwamba bora ungeumbwa mbwa Ulaya kulikoni kuwa mwanadamu Tanzania. Mapenzi ya Allah kataka uwe Tanzania, kuwa mwenye kushukuru. akili yako kwa njaa ambayo Mungu anakutikisa nayo kidogo, ukasema bora ningekuwa mbwa Ulaya kuliko kuwa mwanadamu Tanzania. Na pengine ungekuwa mbwa Ulaya, Mungu angekupa fikira pamoja mnyama, bora ningekuwa mwanadamu Tanzania. Hebu kuwa mwenye kushukuru. Na sisi wanafunzi, kuwa wewe ni mwanafunzi wa madrasa fulani, mwalimu wako fulani, hebu kuwa mwenye kushukuru wapo watu wanatamani huyo mwalimu wako anayekufundisha Qurani ama shekhe wako anayekufundisha hiyo babu na safina, wanatamani angelikuwa ndiyo mwalimu wao, wao. Lakini Mungu kakupa wewe, usimdogeshe mwalimu wako, kuwa ni mwenye kushukuru. Usiku huu wapo watu wa kwenye dansi saa hizi wapo watu saizi wanasaga vitu vyao, wapo watu wapo watu wapo watu. Allah kakuteua wewe ukae katika majlisi kama haya, umswalie umsikilize umsome umtaje bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kama walivyosoma vijana ala inna salata ala nabi la min hatu. Hii ni tunu hii ni zawadi, hii ni ofa kutoka kwa Allah kumswalia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam kuwa mwenye kushukuru, wewe Allah amekutunikia ukawa ndio muadhini wa msikiti fulani, wewe kakuteua kuwa ni imamu wa msikiti fulani, wewe Allah kakuteua kuwa ni mwenyekiti wa serikali mtaa fulani, mjumbe wa serikali ya mtaa mtaa fulani Mbunge, waziri, shekhe, mjumbe baraza la ulama na kuendelea kuwa mwenye kushukuru na si fedhea. Ukawawekwa nafasi yoyote kwa hali yoyote ulio nayo, ukawa ni mwenye kushukuru, si fedhea. Hayo pia alikumbushwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam 66 Zumar, balillahu fa'bud balillahu fa'bud balillahu fabud balillahu fabud hapa mwisho wa kun mina shakirina, mina shakirina. Anaambiwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, usivutike, usivuruge, usivurugwe, usishawishike kuhama katika kumwabudu Allah subhanahu wa taala, baki pale ulipo. Lakini, lakini wakun min ashakirin anaambiwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa miongoni mwa wale wenye kushukuru. Shukurani imegawanyika sehemu mbili, kuna shukurani kuna ya vitendo kuna, na shukurani kwa, ya maneno. Allah kukupa kibarua, mshukuru kwa kukupa kibarua ukawa unapata hicho unachokipata, hata kama wakiona kidogo namna gani, kuna watu hawafiki kipato chao nusu ya unachokipata. Usije ukawadhani wale si viumbe wa Allah, bali ni wewe tu wa kumi na shakirina. Ebu mshukuru Mungu kwanza, la in shakartum lazidannakum La. moja katika password za mafanikio, kuwa mtu ana tabia ya kushukuru. Usije ukawa shekhe wa kata shekhe wa wilaya ukaona watu wote hawajui kusoma, kwa kupata cheo unajua kusoma peke yako, ni mpango wa Mungu. wa kun mina shakirina, wajali wenzio, wathamini wenzio, kuwa miongoni mwa wenye kushukuru akili timamu, moja katika ishara ni kushukuru, ukipata fedha unazo kwa wingi. Licha ya huyu anayepata mshahara elfu sabini laki moja wewe unapata kuanzia laki tano kwenda mbele huko mamilioni, mshukuru Mungu, na pesa usiiweke. Walio wengi wanafeli wakipata fedha, wanaiweka akilini. Pesa ikai kwenye akili pesa inakaa mfukoni au mkononi. Ukiweka pesa kwenye akili unachanganyikiwa, unakuwa mwehu. Watu wote waliotoka kwenye umaskini a pesa wakiweka kwenye akili, unaona umebadilika, lakini mtu pesa akiweka mkononi hawezi kubadilika. Tutaendelea kula naye miogo ya kukaanga, tutaendelea kula naye utumbo wa kuku na miogo. Pesa ile haimbadilishi, anamshukuru Mwenyezi Mungu, aliyokaa nao tokea chini, wanasoma alifu, ataendelea kukaa nao. Wapo watu, wapo watu wanasahau, wakumina shakirina. Anakuambia pesa ukiipata, una haja gani ya kukaa na maskini? Maskini watakuambia nini? Watakuomba fedha na watakuletea majungu tu. Kwa hiyo, anawahama, hawataki maskini kuuliza ana nini, ana fedha, wakumina shakirina Mwingine anabadilika baada ya kupata elimu. Kila ukimchokoza wewe, mi na idadi, wewe mi na thanawi, mi na digri moja mbili wa mahadharaka ma degree wa madaraka ma degree degree yako inakubadili kutoka katika malezi mazuri uliyokuwa nayo mtaani kwako kwa wazee wako, inakubadili. Wa kumi na shakirina. Vipi ukikaa na hawa ambao hawana elimu, kuna uwezekano wakashawishika na wao kusoma ama kusomesha watoto zao, baada ya wewe kuonekana elimu imekufichua ulivyo, elimu imekuonesha umekuwa mtu bora zaidi. Wa kumi na shakirina. Wewe una kanzu mbili wakun mina shakirina kuna mtu ana moja tu kuna mwingine hata moja hana alipotaka kuoa kanzu aliazima ulimwengu huu wenye maduka milioni mbili Dar es Salaam ya kanzu bado anaazima kanzu Wewe unayo moja unajidharau wakun mina shakirina mwingine ana kanzu mpaka idadi yake haijui ya fungua kabati tu, kanzu tu kumsan malian fil khizana. Zinafika minafika mia tano mia sita wa kumi na shakirina. Haya ndiyo maneno yangu ambayo natamani ni yaache usiku huu hapa. Mabwana, tuweni wenye kushukuru. Wewe maalimu Harubu Khamisi uliyekuwa, Allah amekutunukia kukupa uwezo wa kujua makamati na kuzitamka hizo herufi. Wapo watu wanajitahidi kuweza kutamka kafu, inamshinda kiafu wewe Allah, Allah amekupa wapo watu utampiga makofi mtoto huyo mpaka basi atamke aini hawezi A i -ain. A -ain. A -ain. wewe Allah mpua. amekujulisha Wakumina shakirina usiringe tena watu wanataka bwana tunakuomba uje usome Qurani unalinga tunakutaka uwe ima, wewe imamu wetu unalinga unafika saa mbili na robo taratibu na kuna watu wanataka kuswali saa mbili mjomba wakafanye yao Wakumina shakirina usione wenzio wajinga wanakutaka saa saa uwaswalishe, waswali saa mbili na nusu taratibu. Unakuja na kitambi chako siu, kama kitambi au kitumba? Wa wakumi na shakirina, nema ya Allah amekupa Qurani, waswalishe watu, usiwakere watu bwana. Imamu wetu si mashallah, Mungu kampa, lakini eh, hey, hey. mpaka ananyanyuka kwake kuja kutuswalisha hapa na akiwahi mtu kuswalisha tu ugomvi hapana. Tusiwe hivyo, haina maana. Wajua wewe tu basi wa dhana yako hiyo, la ilaha illa Allah. Hapana, tusiwe ni hivyo. Tumshukuru ni Mwenyezi Mungu kwa chochote alichokupa. Allah, usiangalie vya mwingine, Allah amempa nini, angalia alichokupa wewe. Hivi ni ule uhensamu uzuri tu wa muonekano, pia mshukuru Mungu usije ukatukana huyu <laughs> baba yake aliokota okota, okota mwanamke ndio maana katokea, julikani anaenda na rudi naru... Hapana, wakumi na wakumina shakirina. Na mimi nilitamani niwe na sauti nzuri kwelikweli ya kuimba kama Ustadhi Masudi Adam, lakini Mungu kanipa sauti hili la Kindengereko, nimshukuru Mungu kwa kunipa hii na wewe, wewe mshukuru Mungu kwa kujua ule mchanganyo tu, tujehivo basi, usijione wewe ndio bonge Dar es Salaam mzima mchanganyo. Unajua wewe atwendi peponi kwa mchanganyo mjomba, basi unadengua kwa mchanganyo tu na nini, ukioya kuna ngapi na kuja huko kwa ajili ya mchanganyo, unataka laki kabisa. ha, mjomba wa kumi na shakirina Tukikaa hivi wallahi, Waislamu tunatamba kokote pale, kwa sababu kila mmoja ataridhika na alichopewa, hato mkandamiza mwingine. Na ndio maana sizungumzii kwenye dini, even katika sekula utakuta kuna vitivo vya elimu Huyu amespecialize katika kitivo fulani, huyu amespecialize pale. Hawa watu wanategemeana katika maisha, na kwenye dini, na kwenye dini. pia same story. Wewe ni mtaalamu wa sira, yule mtaalamu wa mirathi, yule mtaalamu wa hadithi, yule mtaalamu. Tukishirikiana, kila mmoja akashukuru kwa alichopewa, haringi kwa alichokuwa nacho, utaiona nchi inakwenda. Nikae chini, nikae chini watu kwa kutoshukuru walivyokuwa navyo, hata nchi zao zinaharibika. Kuna watu wanaamini uwezo wa kuongea ndiyo elimu, kumbe kuongea kitu kingine, elimu kitu kingine. Kuna watu wanaamini uwezo wa kuongea ndio uwezo wa uongozi. Mtu mwingine anaweza akaongea vizuri, mpeni uongozi, mtacheza segele kama mpo msanga, kumbe hodari tu hata kwenye mipira ukimsikiliza namna anavyouchambua mpira, sema huyu awe kocha. Mechi ya kwanza 9 ya pili 12. Tuheshimuni nchi, kuongoza ni kitu kikubwa sana. Hebu tumshukuruni Allah subhanahu wa taala, mpaka leo tupo katika nchi tulivu kweli kweli. Kuna nchi sisi ambao mara moja moja Allah anatutoatoa, tunaenda shekhe, mkikusanyika watu kumi na tano ishirini bila ya ridhaa serikali, Dubai mnakuja kubebwa na pila, mnabebwa Dubai tu hapo. Ikusanyeni kumi na tano kuuliza na sisi tumevaa kanzu, mnakuja mnanyakuliwa. Angalia ulufu minan nas, tumejazana taratibu, hatuna na barabara tumefunga, angalia hii mnafunga mpaka barabara ya serikali lakini mmetulia kinatokea kizuda kimoja kinakuja kuropoka ropoka na hebu mani... kuweni wenye kumshukuru mungu nyinyi mafuta mnanunua elfu tatu elfu mbili mia nane tembeni kuna nchi ukichenji kwa pesa ya tanzania mafuta lita moja elfu tano na senti elfu tano Nendeni baadhi ya nchi muende, muende supermarket mkaulize bei ya bamia bamia ili unanunua je 4 shilingi mia tatu. Nenda, kuna nchi bamia kuliko nyama. Arusha nyama kilo elfu ishirini, kwa sababu kule kuna watu wenye fedha ndiyo na sio wafugaji. Utanunua ng'ombe kule milioni, ukitoka ukija Dodoma ng'ombe yule laki tano. Turidhie, ndio mpango wa Mungu. Mimi Allah amejaalia bangu amekuwa mzee Rashidi Mdengereko, pande zote mbili kwetu Rufiji. Nisitamani eti na mimi nipate kuwa Msukuma? A, a, hayo mengine tuwaachie Wasukuma. Wao kawapa Mungu lugha hiyo shada shada nyingi, na hawa kawapa wawe Wapemba, hawa wazaa haramu. Kila mmoja Mungu kampa kabila yake. Shakirina, na Allah katuteulia Tanzania, ndiyo nchi yetu, tuipende, tuibebe, tuiombee dua, tuithamini. Wanaotaka kutuharibia nchi, Allah fanyela, Allah atajua cha kuwafanyia, lakini tunawaombea kheri, Allah awabadilishe. Wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wakum minashakirin.